Mamake na Shani alikuwa kanuna sana, sijajua ni kwa nini lakini <laughs> sijawahi kushindwa nikuwanamenasio ni na nyama bwana, za harusi lakini, kumbe ilikuwa ni mlalo. Sasa kwa sababu nafasi ya kulala ni nayo. Wacha nilale ni, ni safiri moja kwa moja, nikachunguze kwa nini yule mama alikuwa amekasirika, pindi tu Shani alivyokutambulisha. Kwa nini alikasirika? Lazima hilo nilijue, keli you know what kel, I know what can I do for these times. and shape, please, or or look. Lazima nikagundue litumanue kimanumanu Umenielewa kweli alafu inakubidi na wewe ulale, sawa eh? Mapenzi yasikuumize kichwa sana, ikafikia e wakati unashindwa hata kupata usingizi, lala eh. E, wacha mi nisafiri nikajua yule mama kwa nini kakasirika e. Let's go, let's go. Nafosifuraha japo moyo wangu unabongera jiraha

Huyu kaenda wapi? huyukeli amekwenda wapi? Asija akaenda kufanya maamuzi magumu, huyu akaenda kujitia kamba au akanunua kapakti kasumu ya panya, akakanyonya utafikiri ananyonya sukari guru, huyu akakauka. Penzi kitovu cha uzembe

ila kwa mwenzangu yeye yupo ushuwani, ukicheki kula yangu bado iko mashakani nomara penzi letu lilikuwa na mitihani kwa sababu ya wazazi wake. Leo napata maumivu kwa yule ninayependa, nikikumbuka kwa yale tuliyojenga. Miratamani kuwa mbali nao ili nisione furaha yao. Sa, God please bless me Vincent, niishi mbali nawao

Yani sijategemea kabisa kama nitakuona kwenye mwonekano huu ah! na kuhakikishia kwa, kwa mwonekano huu lazima keli yakupende. Alafu nilikuambia rafiki yangu, mchakato wa mapenzi unaanza taratibu kama hivi unavyoona, mambo sindo hayo emgeuka hey! kidogo kusongwa wow! <laughs> <laughs> nimeipenda hiyo, siwezi unajua ni kwa sababu gani? Kile alikuwa hakuoni kwenye jicho la mapenzi, kwa sababu ya mwonekano wako wa mwanzo. Sasa hivi unavutia rafiki yangu, na kuhakikishia, hawezi kuchomoa, yaani hawezi aikuona, lazima avutiwe na wewe, umependeza sana. Kweli rafiki yangu sana, asante basi. Siwezi mimi jiamini <laughs> we ni mtoto wa kike

Mimi nakuangalia ndani pale eh? namwangalia eh, ndugu yangu yuko wapi? Sikuoni, aliyakuwa tulipunzika wote. Sasa nikawa najiuliza isije e, ikawa umetoka umeenda kufanya maamuzi magumu eh? kumbe umekuja kukaa peke yako hapo. Nisikilize bwana, wacha kujilimbikizia mawazo kiasi hicho, yatakumiza hayo kilamba ishakata tamaa na sidhani kama nitamwona tena Shani. Sawa, mi nashukuru tu kwa mawazo yako na kwa ushauri wako, ila nisingependa tena kumwongelea Shani, maana hata ukiendelea itakuwa ni sawa na kumpigia mbuzi kitaa. Kelly time traveler hakuwahi kushindwa wala hakuwahi kukosea, kwa sababu mimi naishi mbele ya muda, na nataka nikwambie kitu kimoja, mwenye macho huona mbali, lakini mwenye akili huona ndani. Unajua Ha, kuna namna ya kwa kuhakikisha kwamba kila mtihani unaokuja mbele yetu tuna ufaulu. Unajua, usimpende mtu kwa kurizisha nafsi yako binafsi. Watu wanakuwa na machaguo yao, watu wanakuwa na vipaumbele vyao, lakini katika hili mimi nataka nikuhakikishie, hatujaferi. Mwanaume sahihi ni yule anayedondoka na kunyanyuka yeye mwenyewe. Nisikilize mimi katika hili, tutapambana. Unasikia, niachie mimi, yaani sehemu sehemu taki kicha kinaenda katika usawa

Kumiliki kompyuta ilikuwa ni ngumu sana, kwani bidhaa zake zilikuwa juu mno, lakini sisi Power Brand Shop tumelirahisisha hilo. Unaweza kumiliki kompyuta kwa gharama ndogo sana, na kompyuta iko yenye viwango vya juu kwa shilingi laki moja na elfu tisini na tano tu, unaweza kupata laptop kompyuta na la kwa shilingi laki moja na elfu tisini na tisa unaweza kupata desktop kompyuta. Lakini pia tuna bidhaa nyingine nzuri kama vile hard disk drive, printer, game playstation, kamera CCTV camera na vifaa vyake. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Salmini na tua tugawe chemchem kwa msanaa zaidi tupigie kwa simu namba 0746717282 au 0780717282, kwenye mitandao ya kijamii Instagram na Facebook neti Power Brand Shop, Power Brand Shop, Power Ngosha wa kanda ya ziwa. Ah, wow, Kim, umependeza so ziwandea yo mavazi yako ya tomboy imeacha. <laughs> Asante dada Amna, um, nimependeza kwa sababu leo ni siku ya wapendanao, mama mama. <laughs> <Karibu kinu. laughs> Asante <dada. laughs> <laughs> mama, umeona alivyopendeza jamani! <laughs> hmm. hmm, ama hakika nimeamini, duniani hakuna mtu mbaya kabisa. Hmm, hivi kimu, umejiona alivyopendeza? Hey mama, yaani umependeza ukapendeza mpaka ukapendeza tena. Asante mama, nashukuru sana Keli, nimemkuta Keli hayuko, ametoka. <laughs> Aya, sawa. So, basi mi na zawadi yake nimemletea, kuja ah, nichukue mimi mama Unachukua ya kwako, hiyo ya Keli sio ya kwako najua. Kwa hiyo mwanangu, haupite tena ndani ukapumzika? Hamna mama, leo nikuja na haraka haraka, hizi nigemkuta keli kidogo afadhali. Ngoja mi niende basi. Haya, karibu. Aya. tupo kimu sawa Nafosifura furaha japo moyo wangu unabongera jeraha, naishi kwa shida, mawazo kichwani kwangu kawahida. Kuna muja anasema sina bahati ya kuishi na yeye Japokuwa mina mpenda kwa dhati na sicho kikuwa na yeye yeah, yeah. Mm, kwa vitu alizonipa bila nitesa nikikumbuka usiku kucha viwanja vyote nilifika kwa wakati nilipewa nachotaka. Sagodi please bless me visenti ni ishmbali na wao. Mara nimechoka kuwa mtumwa wa mapenzi kwa kuora furaha yao

Mke wangu Shani, mke wangu, utaendelea kulia mpaka lini? Maana ulivyokuwa leo kumbini, sote tuliamini yalikuwa ni machozi ya furaha, kumbe yalikuwa ni machozi ya unafiki. Machozi ya huzuni sasa, unakuwa unitendee haki mke wangu, maana ni siku ya pili sasa, umegoma kula, hata maji haujanywa. Basi kwa unyenyekevu mkubwa na kuomba at least twende chumbani, hata ukabadilishe nguo mke wangu. Hivi ni nini, utaacha kuniita mke wako? Vazi yake aliyokuja ya nayo sio kawaida yake, he, hatujamzoea sisi. Nakwambia mimi ndo ni mistaajabu, yale waliosema Waswahili, ukistaajabu ya Musa, utaona ya Firauni. Ndo haya leo, ukistaajabu ya nani sijui, utakuta yakimu leo. Nimeyaona yakimu kumidada, watu mzuri tu eh? mm. Mwenyewe na shepu yake kapendeza <laughs> ila mimi nahisi hisia zangu kabisa. Kimw anampenda kweli, kumeanza kuchangamka. Ndio nakwambia wewe, hizo hisia uliokuwa nazo au ni maono? Maono gani uliokuwa nayo wewe? Wewe ni mtumishi au ni nabii wa kanisa gani wewe mpaka upate hayo maono? Mama, hisia zangu ziwezi kunidanganya hata siku moja. Kimw anampenda kweli umeanza kuchangamka tena? We, hizo hisia zako umezipata wapi? Na ni hisia gani hizo za uongo na unafiki unaokusumbua wewe? Nani asiyejua kama Kim na Kelly walikuwa ni marafiki kuanzia enzi hizo? Kim amekulia hapa pa nyumba hii, ni marafiki. Nani asiyejua kuanzia wako shuleni wanakuja hapa wanakula, wanaenda kwa kina Kimwu, wanakula kazi zote wanafanya kwa pamoja. Wale ni marafiki tu wa kawaida. Hizo hisia zako wewe za umbea zimeanza lini? Kwani mama, marafiki hawezi kupendana? Sio, wanapendana tu. Sikia nikwambie, Keli ana mpenzi wake Shani, eh. habari hizo nyingine mi sitaki kuzijua wala sitaki kuzisikia, si unanielewa? Mama, kama Timu ampendi Keli, kwa nini wamemletea zawadi ya wapendanao? Alafu sasa wewe we hapo, sio kijua ni kitu gani? Kwa sababu kama ni urafiki, ni kweli wanapendana, lakini sio mapenzi hao unayodhani wewe. Hao wanapendana mapenzi tu ya kawaida, ni mtu kaka na dada, ni marafiki kuanzia enzi hizo. Kwani ni ajabu kupeana zawadi za Valentine? Ndo nakwambia hivi, hisia zangu zimenipeleka. Kimu anampenda Keli. Wewe katika hizo hisia zako ni nabii wa kanisa gani? Eh, mama, mbona maneno mengi hivi? Tufungue zawadi. Unajua, unanishangaza sana wewe, kama sio shobo zinazo kusumbua, hey. Zawadi hizo ni za kwako? Zawadi kaletewa Keli. Keli yuko wapi? Afungue zawadi yako, uje kufungua wewe? Acha shobo ah, mi naifungua zawadi. Nachoka mimi hasichim kitu gani tena? Eh, mimi nayo yatuja ah. Japo kuwa mimi mpenda kwa dhati na sichoki kuwa na yeye yeah, yeah. Mm, kwa vitu alizonipa bila nitesa, nikikumbuka usiku kucha, viwanja vyote nilifika kwa wakati nilipewa nachotaka miliki kompyuta ilikuwa ni ngumu sana, kwani bei zake zilikuwa juu mno. Lakini sisi Power Brand Shop tumelirahisisha hilo. Unaweza kumiliki kompyuta kwa gharama ndogo sana, na kompyuta iko yenye viwango vya juu kwa shilingi laki moja na elfu tisini na tano tu. Unaweza kupata laptop kompyuta na la kwa shilingi laki moja na elfu tisini na tisa unaweza kupata desktop kompyuta. Lakini pia tuna bidhaa nyingine nzuri kama vile hard disk drive, printer, game playstation, kamera CCTV, kamera na vifaa vyake. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Salmini na toa tugawe chemchem kwa msanaa zaidi tupigie kwa simu namba 0746717282 au 0780717282. Kwenye mitandao ya kijamii Instagram na Facebook net Power Brand Shop, Power Brand Shop, ngosha wa kanda ya Ziwa. japo moyo wangu una unabongera jeraha, naishi kwa shida, mawazo kichwani kwangu kahida. Kuna muda nasema sina bahati ya kuishi na yeye. yeah, yeah. japo kuwa mimi mpenda kwa dhati, na sichoki sichokikuwa na yeye yeah, yeah. mm. kwa vitu walizonipa pelanitesa nkikumbuka siku kucha